Kwanza na wanasihi wanajamii na wananchi kwa ujumla, tuendelee kuidumisha amani yetu ya nchi yetu kwa amani na utulivu, kwa sababu ndio msingi wa maendeleo. Pasina kuwa na imani, amani hapawezi pakaendelea. Kwa hiyo muhimu zaidi, tunanasibishana na tunaelekezana na kushawishiana kujenga imani ya kuleta maendeleo. Bila, bila, bila, bila imani au bila amani, maendeleo hawezi kupatikana. Kwanza na wanasihi nanawasrabahisha wananchi wenzangu, tujitokeze kwa wingi, tukijua kwamba ni haki yetu ya kimsingi na demokrasia kuchagua kiongozi tunayetaka, hususan Dokta Mwinyi pamoja na Mama Samia mheshimiwa. Tunamtakia tuna kila la kheri katika maadhimisho mema, katika utekelezaji mwema, na katika kufanikisha katika mkutano hususan wa hususan wa kufunga kampeni kwa kanda yetu ya Pemba. Sisi matumaini yetu makubwa, tukijaliwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, siku ya tarehe ishirini na tisa tutajitokeza kwa wingi na kumpa kura zote za ndio, akiwemo yeye kama rais wetu na Mama Samia pamoja na wabunge wa Chama cha Mapinduzi na wakilishi pamoja na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Dokta Mwinyi, karibu sana Shamemata, na inshaallah itakuwa ni mwendelezo na mafanikio katika uchaguzi tunaopiga tarehe 29 Oktoba. Oktoba tunatiki.